Hujambo, karibu tena, ni siku nyingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Wasi na shaka upo salama kabisa. Ni taarifa ambayo baada ya kuiona kwanza nika tafakari kwa kina zaidi, taifa letu la Tanzania linaelekea wapi? Taifa letu la Tanzania linaelekea wapi? Hii ni taarifa ya jeshi la polisi kumkamata Mwanajeshi kutoka Marekani ambaye alikuwa anaingia Tanzania akiwa na mabomu ya kurusha kwa mkono. Jeshi la polisi kwa kutumia e, kila kitu intelijensia walionayo wamemkamata mwanajeshi huyu kutoka Marekani. Ni kazi nzuri sana jeshi la polisi wamefanya. Hatujui hayo mabomu alikuwa anayapeleka wapi lakini pia alikuwa anaingia nayo Tanzania kufanya nini? Kumbuka Marekani katika mataifa mengi sana, kwa wale ambao wanafuatilia, e, mataifa mengi ya Afrika ambako kuna migogoro mingi sana mara nyingi sana, migogoro hiyo utakuta inahusishwa na Marekani, aidha kufadhili vikundi vya kigaidi kwa kuwapatia silaha, kwa mfano kile ambacho kinaendelea Sudani sasa hivi. E, watu wanapigana wao kwa wao, vikundi vimejitengeneza ndani ya Sudani. Marekani pale na mkono wake mkubwa mno, kwa wale ambao wanafuatilia kwa kina zaidi. Lakini pia mataifa mengi, ndio maana rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amegoma kabisa ushirika na Marekani akamchagua eh, Vladimir Putin Urusi kuwa mshirika wake. Lakini Marekani eh, ni moja kati ya mataifa ambayo yana fadhili makundi mengi sana ya kigaidi. Jaribu sana kufuatilia na kuchunguza. Sasa jiulize kwamba huyu mwanajeshi alikuwa anaingia Tanzania kufanya nini? Ngoja moja kwa moja hapa ni kusomea hii taarifa ya jeshi la polisi Tanzania lakini pia maoni ya Watanzania ni yapi? Ukiangalia taifa letu limetoka kwenye eh, majonzi mazito mno, taifa limepoteza maelfu ya vijana wa Kitanzania siku ya Oktoba 29 mm, lakini pia kuna maandamano mengine ambayo yatafanyika tarehe tisa ya mwezi wa 12 ambayo kwa sasa yanahamasishwa pia na wanaharakati. Hatuwezi jua huyu mtu alikuwa anakuja na mabomu kwa lengo gani? Kwa hiyo eh, ninajaribu kuconnect doti, lakini nashindwa kupata majibu, lakini kwa kuwa tayari amekamatwa, basi jeshi la polisi watajua nini cha kufanya baada ya kumhoji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Mkoa wa Polisi Tarime Rorya, leo Novemba 16 mwaka 2025, majira ya saa sita mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari limemkamata Charles Onkuri Ongeta miaka 30, mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant, akiwa na mabomu manne aina ya CS M68 ya kurusha kwa mkono, akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo, kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo, ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi e, wakielezea e, na hii taarifa imetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa e, huo Makinjera, ambapo imesema kwamba Ongeta alikuwa anaingia nchini kwa kutumia gari aina ya, ya Land Cruiser yenye namba za usajili KDP 502Y akiwa na mabomu ya kurusha kwa mkono mm, lakini kitu ambacho pia nilikuwa sikifahamu ni kwamba e, kwa sheria jinsi zilivyo e, kwamba ni sheria za umiliki wa silaha Tanzania, hata kama angeomba kibali kwa mujibu wa sheria za kumiliki silaha za Tanzania asingeweza kuruhusiwa kuingia nazo nchini hata kama angeomba kibali. Watanzania wengi mno wametoa maoni yao, nataka hapa tupitie baadhi ya maoni ya Watanzania, lakini pia na wewe utatuachia maoni yako, e, tujue wewe una maoni gani, na, na kama nilivyokuambia jambo hili sio dogo wala la kuliona ni kama jambo la kawaida, e, si jambo dogo. Na jeshi la polisi, kama kawaida, wamezima upande wa kutoa maoni. Lakini taarifa hii imechapishwa pia kupitia vyombo mbalimbali na Watanzania wamekuwa na maoni tofauti. Tuanze na huyu wa kwanza, anasema alitaka kayarushe wapi? Lakini pia mwingine akasema kwamba hata kama wamemkamata hawawezi kumfanya kitu. Lakini pia kuna kitu hapa mwishoni nitakizungumza. Mwingine anasema kwamba safi sana, watumwa hao waje kutuweka matatani kwenye taifa letu. Mwingine akasema kwamba kumbe bomu nalo ni silaha, ndio unajua. Leo huyo anachekesha kwelikweli kwamba alikuwa afahamu kama bomu ni silaha. Lakini pia mwingine akasema kwamba uongo mtupu huu, mtahaha sana mwaka huu, kesi ya mauaji ipo pale pale. Msipote, msipotoshe wananchi. Mwingine akasema kwamba hongeleni sana jeshi la polisi, kazi nzuri mno, mitano tena mwingine akasema tuonesheni picha tumwone ndio tuamini sio maneno mwingine akasema kwamba e, ngoja Trump asikie mtamweleza tu mwingine anasema kwamba huo ni uongo bana tuonesheni picha tumwone sio maneno tu mwingine pia hapa akasema kwamba sawa tumewaelewa mbona mmeshindwa kuwakamata wasiojulikana lakini pia mwingine akasema kwamba nitaamini pale ambapo ubalozi wa Marekani Tanzania utakapotoa tamko la kukiri kukamatwa kwa mwanajeshi wa Marekani akiingia Tanzania. Nadhani hapa nilisema nitaongea kitu mwishoni, nadhani ni hiki ambacho nitakwenda kukiongea sasa hivi. Kuna ubalozi wa Marekani Tanzania na Kenya pia, kwa hiyo kama litokea Kenya labda ubalozi wa Marekani Kenya unaweza ukazungumza kuhusu mtu huyo kutokea Kenya kuingia Tanzania, lakini kubwa zaidi ni ubalozi wa Marekani Tanzania. Kama huyu ni raia wao na ni mwanajeshi wa Marekani, ni lazima ubalozi wa Marekani utatoa taarifa, kama ni kweli mtu huyo kakamatwa na ni raia wa Marekani, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine e, anaweza akawa anachapua taswira ya Marekani pamoja na jeshi lake. Kwa hiyo kama ni kweli basi Marekani watatoa, watatoa e, taarifa. Kumbuka, e, kuna diplomasia kati ya Marekani na Tanzania. Kwa hiyo kuna lolote pia ambalo linaweza likafanyika maybe. Nimeona kuna mtu mmoja amesema kwamba e, serikali ya Tanzania inataka kumtumia mwanajeshi huyo kubadilishana na Mange Kimambi kwamba Mange E, atarudishwa Tanzania halafu mwanajeshi huyu ataachiwa pia na kurudishwa mahakamani na kurudishwa Marekani kwenda kushtakiwa huko e, lakini pia Mangi atarudishwa Tanzania. Watu wana maoni tofauti tofauti, lakini kwa kuwa polisi wamesema wamemkamata, uchunguzi na kumhoji kwa kina unaendelea, basi tuseme, tusubirie taarifa ya jeshi la polisi tujue mtu huyo alikuwa anaingia Tanzania na hayo mabomu kufanya nini? Endapo asingekamatwa hayo mabomu alikuwa anayapeleka wapi? Kwa hiyo kuna maswali mengi ya kujiuliza. Nasema tena, hili jambo sio dogo sana. Tusilichukulia kama la kawaida. Marekani ni chanzo cha migogoro kwenye mataifa mengi sana. Kwa hiyo tusubirie jeshi la polisi, lakini pia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Mimi nipo hapa nitakuhabarisha eh, kitu gani kinaendelea, kubwa yako na endelea pia kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali na wapenda sana.